Karibu sana msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina hapa Kenya Wantamnotam Movement KWM podcast. Leo, uh, tunaangazia jambo muhimu sana. Mm-hmm. Majukumu ya serikali za kaunti hapa Kenya tunatumia dondoo unajua, kutoka kwenye mijadala kule kwenye jukwaa letu la KWM. Naam, jukwaa la KWM limekuwa na mjadala mzito sana kuhusu hili. Lengo hasa ni kufafanua eh, ni zipi zile huduma na wajibu ambao kikatiba ziko chini ya kaunti yako. Tunarejelea katiba ibara 174 hadi 186 na jedwali la nne kama linavyojadiliwa KWM hasa na ujumbe mkuu unaotoka KWM na hata kwenye katiba yenyewe ni kwamba, huu mfumo wa ugatuzi, yaani serikali za kaunti, ziliundwa kwa sababu moja kuu. Ipi hiyo? Ni kusogeza huduma karibu nawe, yaani mamlaka na rasilimali zije huko mashinani. Hiyo ndio kama dhana kuu. Kumbe, na ninachopata kutoka kwenye hayo majadiliano ya KMW ni kwamba si tu kujua majukumu yenyewe, lakini Uh, ni kuelewa kwamba zile shida zako za kila siku mm -hmm, kama upatikanaji wa maji safi au zahanati inayofanya kazi vizuri hizo, mm, zinapaswa kushughulikiwa na serikali yako ya kaunti iliyo karibu nawe. Hapo umegonga ndipo kabisa. Na kinachovutia zaidi kutoka kwenye uchambuzi wa mijadala ya KMW ni jinsi majukumu hayo yalivyoorodheshwa waziwazi na yanavyogusa maisha yako, yani moja kwa moja. Tuanze na zipi labda? Tuanze na zile za msingi kabisa. Huduma za msingi. Maji safi na salama. Usafi wa mazingira, ukusanyaji taka na kadhalika. Vituo vya afya vya karibu nawe, zile zahanati, vituo vidogo vya afya. Hizo sio hospitali kubwa za rufaa, hapana, hizo ndogo za kuanzia, zile za huduma ya kwanza kabisa. Mijadala KWM inasisitiza sana hili ni jukumu la mashinani, sio la serikali kuu kule Nairobi. Sawa sawa. Halafu kuna elimu, elimu ya awali, ile tunaita ECDE. Early childhood development education. Chekechea. E, kuanzia chekechea, walimu wake miundombinu yake kama madarasa, vifaa yote yako chini ya kaunti. Hilo la ECDE, naona watu wengi KWM wanajadili sio tu uwepo wa shule lakini pia ubora. Wanauliza kuhusu walimu, vifaa. Kabisa. Na hiyo inaonyesha uelewa unaongezeka miongoni mwa wananchi. Jambo ambalo KWM inalenga kulikuza. Sasa tukiachana na hizo huduma za msingi, twende kwenye miundo mbinu, na miundo mbinu, barabara, madaraja. Hapo sasa, kulingana na mijadala mingi KWM, masuala kama barabara za mitaani, zile za ndani kabisa unakokaa, sio zile highway kubwa, hapana, zile za vumbi au lami za mtaani kwako, madaraja madogo ya watembea kwa miguu, mifereji ya maji ya mvua, taa za barabarani, hata mipango ya makazi. Yani, barabara ikiharibika pale mtaani kwangu Mm-hmm. Ah, mfereji ukiziba na kusababisha sijui mafuriko madogo, ni kaunti yako inapaswa kuwajibika, huyo gavana wako na MCA wako, yani mwakilishi wa wadi. Ndio maana KWM kuna zile kauli mbiu kama wawajibishe au acha kulaumu Nairobi. Hiyo ni hoja nzito kweli na inaleta mantiki. Inaonekana pia kuna uhusiano na uchumi wa pale chini, sivyo? Kilimo, biashara ndogondogo. Uhusiano upo mkubwa sana. Taarifa na mijadala kutoka KWM inaonyesha wazi kuwa huduma kama zile za ugani kwa wakulima, maafisa ugani wale, e, wale wanaowashauri wakulima, halafu usimamizi wa masoko, masoko ya mazao ya mifugo na hata utoaji wa leseni za biashara ndogondogo. Haya yote ni majukumu muhimu ya kaunti. Na wananchi KWM wanasemaje kuhusu utendaji? Hapa kuna hisia kali sana kwamba mafanikio ya mkulima mdogo au mfanyabiashara wa sokoni yanategemea pakubwa sana jinsi kaunti inavyotekeleza majukumu haya. Kama kuna urasimu kwenye leseni au soko halisimamiwe vizuri inaathiri moja kwa moja, moja kwa moja. Ndiyo maana ni muhimu watu kujua na kudai, na hapo ndipo tunakuhimiza, tembelea www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako, anza kushiriki mawazo yako, labda kuhusu kilimo au biashara katika eneo lako. Mawazo yako yanaweza kuleta mabadiliko. Ni kweli kabisa, kutoa mawazo, kujadili kama wanavyofanya KWM ndio njia moja yapo ya kuleta suluhu. Sawa, tuendelee. Vipi kuhusu mambo ya jamii na mazingira? Naam. Utamaduni, michezo, kuendeleza vipaji vya ndani, udhibiti wa uchafuzi wa mazingira kama taka, hasa ukusanyaji taka. Ni mfano mzuri unaojadiliwa sana KWM Taka zikizagaa mtaani, ni kaunti imeshindwa jukumu lake, uthibitisho wa kelele pia, na hata usimamizi wa majanga ile hatua ya kwanza inapofika dharura. Kumbe ni mapana sana haya majukumu, hadi leseni za vileo, hadi leseni za vileo, mipango ya maendeleo ya kaunti kwa ujumla na budget. Yani kaunti ndiyo inaambua pesa zitumike vipi katika kila sekta kati ya hizi tulizotaja sasa. Hapa ndipo kama ulivyosema awali panaposisimua zaidi mm -hmm. Kinachotoka KWM sio tu orodha ya majukumu. Ni kitu gani kingine? Ni ule msisitizo wa uwajibikaji, wa ule muunganiko kati ya kujua majukumu na kuchukua hatua. Unapoona vichwa vya habari au mijadala yenye mwelekeo kama wawajibishe gavana na MCA wako au ache kulaumu Nairobi, eh, hiyo inaonyesha kuwa msingi wa KWM ni zaidi ya kutoa habari tu ni ni kuhamasisha hatua za kiraia, ni kusema sasa, unajua, fanya kitu. Kwa hiyo, tukiweka pamoja haya yote, ujumbe muhimu kwako wewe msikilizaji, unaotokana na haya majadiliano ya Kwayem, ni upi hasa ujumbe? Ni kwamba kwanza kabisa, elewa tofauti, jua kipi ni cha serikali kuu na kipi ni cha serikali yako ya kaunti. Huo uelewa... ndio msingi. Ndiyo msingi wa wewe kuwa raia mwenye nguvu anayeweza kudai huduma na uwajibikaji pale inapobidi. Na hilo linatuleta kwenye swali muhimu kwako msikilizaji. Sasa, kwa kuwa umesikia haya yote kutokana na uchambuzi huu wa KWM kuhusu wajibu wa kaunti yako: afya, barabara, elimu ya awali, kilimo, taka, mm -hmm. Ufahamu huu unakupa msukumo gani? unakuwezeshaje wewe kushiriki kikamilifu zaidi katika kuleta maendeleo kwenye jamii yako? Ni swali la kujiuliza kila mmoja wetu. Basi, tunapoelekea kumalizia uchambuzi wetu wa leo, nadhani dondo kuu kutoka chanzo chetu, mijadala ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM, iko wazi, iko wazi kabisa. Serikali za kaunti zina majukumu maalumu yaliyoainishwa kikatiba na ni muhimu mno kwa maisha yako ya kila siku. Kuelewa wajibu huu ni hatua ya kwanza na ya msingi kabisa katika kudai huduma bora na uwajibikaji kutoka kwa viongozi wako wa kaunti. Na labda wazo la mwisho la kukuachia utafakari, wewe msikilizaji, likijengwa juu ya haya tuliyojadili kutoka KWM Naam. Ukizingatia huu upana wote wa majukumu ya kaunti: maji, afya, barabara, kilimo, biashara ndogo, mazingira, ni eneo gani moja tu mahususi ndani ya kaunti yako ambalo unahisi linahitaji kuangaziwa zaidi na wananchi, au pengine linahitaji uchunguzi wa kina zaidi kuhusu utekelezaji wake? Ni lipi hilo kwako? Tafakari, na muhimu zaidi, shiriki mawazo yako. Unaweza kuanza kwa jiunga na sisi Kwenye www.wantamnotam.com. Asante sana. Unda akaunti yako, shiriki mawazo yanayoweza kubadilisha kijiji chako, mji wako na hata taifa letu naam. Basi, kwa niaba ya timu nzima tunasema asante sana kwa kusikiliza Kenya Wantamnotam Movement KWM podcast. Hadi wakati mwingine, nakumbuka kutembelea www.wantamnotam.com.